oweenna na watu ambao pole. Sio issue. Najua napendaga umeshakusikia kisa cha Juliet na Romeo. Kisa kimoja kizuri sana... Enzi hizo Mji wa Verona ulikuwa unafahamika kwa fahari zake, mitaa ya mawe iliyotandazwa vizuri, majumba makubwa yenye mandhari ya kifalme, na historia ya heshima iliyojengwa kwa vizazi vingi sana. Lakini ndani ya utukufu huo, moto wa uhasama uliwaka kati ya familia mbili mashuhuri, Montague na Capulet. Waliishi kama maadui wa kufa na kupona. chuki yao ilikuwa na mizizi mirefu isiyojulikana hata na kizazi kipya. Katika heka heka za sherehe kubwa ya kifalme iliyofanyika kwenye jumba la Capulet, kuna kijana mmoja mwenye roho ya kimapenzi aliingia kwa hila, Romeo Montague, kijana aliyebarikiwa uso wa malaika na ulimi uliobarikiwa mashairi matamu: She will not stay the siege of loving terms nor bide the encounter of assailing eyes Juliet alisimka sana aliposikia maneno haya. Hakuwahi kusikia maneno mazuri kiasi hicho. Kwa msaada wa Padre Lawrence, Romeo na Juliet wakafunga ndoa kwa siri, wakiamini kuwa mapenzi yao yangekuwa daraja la amani katika familia zao. Zozo mkali ukazuka kati ya ndugu wa Juliet, Tybalt na rafiki wa Romeo, Makutio. Upanga ulichomwa, damu ikamwagika na kwa bahati mbaya Makutio aliuawa. Kwa ghadhabu, Romeo alilipiza kisasi kwa kumwangusha Tybalt chini ya upanga wake. Uamuzi huo ukamgharimu. Akaondolewa Verona, akimwacha Juliet na ndoto zake zikiyeyuka kama moshi. Juliet aliyelazimishwa kuolewa na Paris aliona tumaini lake likififia. Kwa msaada wa Padre Lawrence alikunywa dawa iliyomfanya aonekane kana kwamba amekufa akiamini kuwa Romeo atakuja kumwokoa, lakini haikuwa hivyo. Habari zilipomfikia Romeo zilimfikia vibaya, zikimwambia kwamba Juliet amekufa kweli, lakini kumbe Juliet alikunywa tu dawa ya polisi kwa maumivu yasiyozuilika wala kumithilika, akakimbilia kaburi lake, akanywa sumu, akalala milele. Julieth alipofumbua macho na kuona mwili wa Romeo umepoa, moyo wake haukuweza kustahimili. Kwa upanga wake naye akaamua kumfuata mpenzi wake katika ulimwengu ambao chuki haipo na mapenzi ni ya milele. Romeo na Juliet walifariki, lakini upendo wao ukawa urithi wa milele. Hiki kisa hiki cha Romeo na Juliet ni kisa cha kutunga na kilitungwa na mwandishi maarufu wa Kiingereza William Shakespeare. Hii ilikuwa ni miaka elfu moja mia tano na tisini. Hata hivyo, Shakespeare hakubuni kabisa hadithi hiyo kutoka mwanzo. Alitegemea vyanzo vya awali kama hadithi ya Kiitaliano iliyokuwa ikizungumzwa kabla yake, kabla ya Shakespeare Luigi da Porto wa Italia aliandika hadithi iliyoitwa Giulietta e Romeo mnamo karne ya kumi na sita. Hadithi hiyo ilihusu familia mbili zenye ugomvi, na Shakespeare aliboresha kwa kuongeza mandhari ya kishairi na kuifanya kuwa mojawapo ya tamthilia maarufu zaidi duniani. Ingawa ni hadithi ya kubuni, inahisiwa kuwa ilichochewa na matukio halisi ya ugomvi wa kifamilia yaliyotokea Verona, Italia. Kipindi hicho cha miaka mingi sana. Mji wa Verona bado unahifadhi jumba linaloitwa Nyumba ya Juliet ambako maelfu ya watalii hutembelea kila mwaka kama sehemu ya heshima kwa kisa hiki cha mapenzi ya kusikitisha. Kwa hivyo ingawa Romeo na Juliet wenyewe hawakuwa watu halisi, hadithi yao imekuwa nembo ya mapenzi yasiyo na mipaka. Na imeendelea kuishi kwa zaidi ya karne nne kupitia vitabu, filamu na tamthilia nyingi ulimwenguni. William Shakespeare alikuwa ni mtaalamu sana wa kuandika. Na kuandika tu kisa cha Juliet na Romeo. Pia kalamu yake iliwahi kuandika maisha ya kweli ya Antonio na Cleopatra. Nataka nikusimulia na kisa hiki ni kizuri zaidi. Katika giza la usiku wa Roma na mwangaza wa dhahabu wa Misri, penzi lililoshinda mipaka likazaliwa. Lilikuwa penzi la Mark Anton, jenerali shupavu wa Kirumi, na Kleopatra wa saba, malkia mahiri wa Misri. Mapenzi yao hayakuwa tu ya kawaida, yalikuwa mapenzi yaliyotikisa falme mbili na kubadilisha historia ya dunia milele. Kisa hiki kilianza baada ya kifo cha Julius Kaisar. Roma ilikuwa katika hali ya sintofahamu. uongozi ukagawanyika kati ya Mark Anton, Octavian baadaye ambaye ni Augustus na Lepidus. Katika harakati za kuimarisha nguvu zake, Antoni alihitaji muungano wa kimkakati, na hapa ndipo macho yake yalipodondokea kwa mrembo wa Misri Cleopatra. Cleopatra mwanamke aliyesifika kwa akili na mvuto wake hakujulikana tu kwa uzuri wake, bali pia kwa werevu wake wa kisiasa. Alielewa kwamba kuendeleza utawala wake kulihitaji mshirika mwenye nguvu zaidi. Alipopokea mwaliko wa Anton, hakwenda kama mtu wa kawaida. Aliwasili kwa meli iliyopambwa dhahabu, mabango ya hariri ya kipepea, na harufu ya manukato iliujaza upepo wa bahari. Anton, aliyekuwa na moyo wa shujaa lakini dhaifu mbele ya mapenzi, akanaswa hapo hapo. Katika jangwa la Misri, chini ya mwangaza wa mwezi, juu ya mto Nile Antoni na Kleopatra waliapa kupendana milele. Antoni alijisahau akaisahau Roma akasahau siasa za ulimwengu akajitosa katika penzi lililomtia utumwani kwa malkia huyu wa ajabu. Lakini si wote walifurahia mapenzi haya. Roma chini ya Octavian iliona muungano huu kama tishio kubwa. Octavian akamtangaza Antoni kuwa msaliti akidai kuwa amedhalilisha jina la Roma kwa kumpa Kleopatra mamlaka juu ya ardhi za Kirumi. Katika harakati za kujitetea Antoni na Kleopatra waliunda jeshi lao, wakakusanya meli za kivita na wanajeshi tayari kwa mapambano. Vita ya mwisho ikakaribia, vita ambayo ingepambanua hatima yao. Mnamo mwaka 31 kabla ya Kristo, Antoni na Kleopatra walikabiliana na Octavian katika vita vya Actium. Bahari ikachafuka na upepo wa vita ukavuma kwa nguvu, lakini bahati haikuwa upande wa Antoni. Alishindwa vibaya na Cleopatra wake. Kwa hofu ya kushikwa mateka, Cleopatra akakimbilia Alexandria. Akiwa amekata tamaa, Antoni akapokea taarifa za uongo kuwa Cleopatra amejitoa uhai. Kwa maumivu yasiyoelezeka akachukua upanga wake na kujichoma mwenyewe. Alikitamani kifo kuliko kuishi kwenye dunia isiyokuwa na Kleopatra. Lakini uhalisia ni kwamba Kleopatra alikuwa bado yuko hai. Alipofika na kumkuta Antoni akipumulia pumzi ya mwisho, machozi yake yakachanganyika na damu ya mpenzi wake. Antoni akatabasamu kwa uchungu, akimnong'oneza kwa sauti dhaifu, hakuna Roma wala Misri Hakuna kiti cha enzi wala utukufu, ni wewe tu, ni wewe tu Cleopatra, ndiyo dunia yangu ya kweli. Kwa mshikamano wa mwisho wa huzuni na huruma na mikono yao iliyoungana, Antonia akakata roho. Cleopatra alijua kuwa hakukuwa na tumaini tena. Octavian aliingia Alexandria kama mshindi, akitaka kumpeleka Cleopatra Rumi kama mfungwa. Alidhamiria kumdhalilisha mbele ya umati, lakini Kleopatra hakuwa mtu wa kushindwa kwa aibu. Akiwa amevalia mavazi ya kifalme, akijipamba kwa dhahabu kama mungu wa Misri, alichukua hatua yake ya mwisho. Aliagiza nyoka wa sumu aina ya kobra aletwe kwenye chumba chake cha kifalme. Alipomtegea mdudu huyo juu ya kifua chake, akafumba macho na kusema, ni heri kufa malkia kuliko kuishi kama mateka. Kwa pigo la mwisho la sumu, Kleopatra akajiunga na Antoni katika maisha ya milele. Kifo cha Antoni na Kleopatra hakikuwa tu mwisho wa mapenzi yao, bali pia ulikuwa mwisho wa enzi ya Misri ya kale. Octavian alikamata Misri na baadaye akawa Augustus, Kaisari wa kwanza wa Roma, akibadilisha historia ya dunia, lakini mapenzi yao hayakufa karne nyingi baadaye hadi karne hii ya kwetu sisi simulizi zao bado zinaishi, zikiwa ni ushuhuda wa nguvu ya mapenzi yanayoweza kuvuka mipaka ya utawala, siasa na kifo. Pia hadi leo Antoni na Kleopatra wanabaki kuwa nembo ya mapenzi yaliyojaa hatari, msukosuko na uzuri usiosahaulika duniani. Mapenzi ya kweli yapo, na sio historia za Julieth na Romeo pekee zinaakisi mapenzi ya kweli kwamba yapo siyo historia za antoni na kleopatra pekee wapo watu ambao mahusiano yao yaliakisi uhalisia wa mapenzi ya kweli nitakutajia historia fupi za watu wachache ili kukamilisha simulizi ya mapenzi ya kweli ambayo nimekusudia kukwambia leo katika karne ya kumi na mbili peter abelardi mwanafalsafa na mwalimu maarufu wa paris alitumbukia katika mapenzi yenye msukosuko na mwanafunzi wake Heloise ambaye alitoka katika familia yenye nguvu. Wakati uhusiano wao ulipojulikana, walikumbana na vikwazo vikali kutoka kwa familia ya Heloise. Baada ya kufunga ndoa kwa siri, familia ya Heloise ilimwadhibu Abelard kwa ukatili mkubwa. Licha ya hayo, waliendelea kupendana kwa barua kwa miongo mingi sana na barua zao zinahesabiwa kuwa kati ya jumbe za kimapenzi zenye msisimko mkubwa katika historia ya mapenzi duniani. Mwingine ni Edwardi wa nane na Wali Simpson. Hii ni hadithi halisi ya kifalme kutoka Uingereza. Mfalme Edwardi wa nane alimpenda sana mwanamke Mmarekani Wali Simpson, ambaye alikuwa amewahi kuolewa na kuachika mara mbili. Katika Uingereza ya wakati huo ndoa na mtu aliyewahi kuachika ilihesabiwa kama kashfa kubwa. Edward alilazimika kuchagua kati ya upendo wake kwa Wallis na kiti cha enzi cha Uingereza, na akachagua upendo. Mwaka 1936 akatangaza kujiuzuru kutoka kwa ufalme ili aweze kumuoa Wallis, jambo ambalo lilitikisa historia ya Uingereza. Hadithi nyingine ni ya Salim na Anarkali. Hii ni hadithi ya kihistoria kutoka India ya Mughali Prince Salim ambaye baadaye alikuja kuwa mfalme Jahangir aliangukia mapenzi na Anarkali, kijakazi wa kifalme. Mapenzi yao yalipingwa vikali na baba yake mfalme Akbar, na hii ilikuwa ni sababu ya tofauti za hadhi zao. Katika baadhi ya simulizi inasemekana, Anarkali aliadhibiwa vikali kwa sababu ya upendo wake kwa Salim, na kuna hadithi kwamba alizikwa akiwa hai ndani ya ukuta wa jumba la kifalme. Hadithi nyingine ni ya Tristan na Isolde. Hii ni hadithi ya kale ya Kisalti ambayo ilihamasisha hadithi nyingi za kimapenzi ikiwemo Romeo na Juliet. Tristan, shujaa wa Uingereza, alipewa jukumu la kumleta Princess Isolde kutoka Ireland ili aolewe na Mfalme Mark wa Cornwall. Lakini njiani Tristan na Isolde walikunywa wali kimakosa dawa ya mapenzi iliyowafanya waanguke katika mapenzi yasiyozuilika. Hata baada ya Isolde kufunga ndoa na mfalme Mark, penzi lao likasababisha mgogoro mkubwa hadi kusababisha vifo vyao wote wawili kwa huzuni. Hadithi hizo zote nilizokusimulia zinafanana kwa kuwa zinahusu wapenzi waliotengana kwa sababu ya vikwazo vya kijamii, familia au siasa, lakini walichagua kupendana hata kwa gharama ya maisha yao, kama ilivyo kwa Romeo na Juliet. Hadithi hizi zinatufundisha kuhusu nguvu ya mapenzi yanayoweza kuleta mshikamano au mgawanyiko kutegemea mazingira na nyakati pia. Asante kwa kutazama One Fame Magazine. Mimi naitwa Omar Zongo.